Wallahi, nitawafahamu watu katika umma wangu mimi, umma huu wa Mtume alaihi sallama, watu hao, yatuna yauma alqiyama, watakuja siku ya kiyama bihasanatin, sio hasana la Mtume anasema bihasanatin watakuja watu hawa siku ya kiyama wakiwa na mema mengi sana, mema hayo amthalu jibali Tihama bida, mema hayo ni mfano wa mlima wa Tihama. Tena bidan bidan, wanasema nazoni ya rahimahullahu taala bi maana matendo bidan meupe, yametakasiwa kwa ikhilasi matendo yale na ikhilasi matendo yale amefanyiwa Allah mwenyewe. Watakuja watu katika umma wa mtume saawa salama huu, wana matendo mengi, mtu amehiji, amefunga swaumu, matendo nayo yafahamu yote kayafanya alhamdulillah lakini matendo yale fayaj'aluha Allahu subhanahu wa ta'ala, yale matendo Allah atayajalia habaan manthuran, subhanallah. Matendo yale yote na ukubwa wake, matendo mtu ameyafanya kwa ikhlas, amejinyima amejikinga na riaa amefanya kwa ajili ya ikhlas kwa ajili ya Allah alikhilasu, kama anavosema alimamu Nawi rahimahu llahu taala, amalu lillah, ni kutenda ni tendo kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Amefanya tendo kwa ajili ya Allah ni tendo ambayo limepokelewa kwa ufupi. Halafu katika mastaajabu, fayajaluha Allahu azza wa jalla akayajalia Allah, yale matendo haba manthura. Subhanallah, yale matendo Allah akayajalia kwamba ni vumbi lenye kupeperuka, hakuna kitu tena katika matendo yale. Subhanallah, masuhaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakashtuka. Subhanallah, qalu ya rasulullah Maswahaba, akasema ewe mtume wa Allah, swifhum lana, swifhum lana, tusifie tusifie, ni watu gani hao tusifie, na sisi tufahamu kwamba ni watu gani hao. Akasema vile vile zallihim lana ya Rasulullah, tupambie sifa zao. Wallahi maswahaba walikuwa wanaogopa sana. Wamemtumia mtume watu hao wanakuja na matendo makubwa, halafu Allah yale matendo ayachukue, ayajalie ni vumbi. Akhi wewe unaona, unaona, unaonaje una, una, una, una, una, una, maneno kama haya. Wallahi maswahaba wa mtume swalla alayhi wasallam walishtuka. Na wallahi kila muislamu yote mwenye imani lazima nayashtuke masoabu akakimilia akamwambia mtume swalla Allahu alayhi wasallam, swifhum lana tusifie watu hao, jallihim lana tupamie sifa zao, alla nakuna minhum ili tusiwe pamoja nao, tunaomba utuambie ni watu gani hao ili na sisi tujiepushe nao wa nahnu la na'lam, na wakasema, sahaba walimwambia Mtume kwamba tusije kuwa pamoja nao, hali ya kuwa hatufahamu. Wallahi majibu ya Mtume sallallahu alayhi wa ali sallam ndiyo yalikuwa kwa maswahaba yanawapatia wakati mgumu sana. Mtume sallallahu alayhi wa ali sallam akasema kwamba Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ama innahum ikhwanukum. Subhanallah, Mtume anasema kwamba hao ni ndugu zenu. Bola hata Mtume angesema kwamba hawa jamaa hawa ni watu wa bidaa, tungesema vipi? Ah, sio sisi hawa, bana imada ah, ifanyaje tena aituhusu ah, si ndio? Hawa jamaa watu suma, misalimi, alayhi wa bid'a, tunasema alhamdulillah, sisi tumesalimika na bid'a. Mtume sallallahu alayhi wa alihi anamwambia maswahaba hivi, ama innahum ikhwanukum, hao ni ndugu zenu. Bali mtume saa la kasema vile vile, wa min jaldatikum, na hawa watu ni jinsia ya yenu, yaani ni mfano wanyie ni kama vile vile mlivyo nyie, ndio wako hivyo hivyo wa watu. Mtume akaongeza jambo lingine, wayakhudhuna minallaili kama taakhudhun. Hawa ndugu hawa wanaswali swala za usiku kama nyinyi mnavyoswali. Subhanallah, tunaelewana mashekhe, ni kama sisi kabisa ni watu wamejipamba sifa kama sisi wenyewe, yaani kwa lugha nyingine fupi, hawezi kumtofautisha. Ukikutana naye nje, wewe mtu huwezi kumtambua kwamba yule aliyesema mtume ni huyu. Wallah, hawezi kumtambua, kama jinsi ulivyo, hivyo hivyo. Manake vuta picha, mtume anawaambia maswahaba, na hawa maswahaba hawa ni wanafunzi wa Mtume mtumi wa wa wa wa sallallahu alaihi wasallam anakwambia kwamba hawa hawa hawa watu hawa ni mfano wa nyie, bali daraja lao lingine kubwa. wayakhudhuna min allaili kama taakhudhun, na wanachukua sehemu ya usiku kama wanavyochukua. Wanasema wanazuoni, wanaswali qiyamu laili Bali sisi leo wangine tumejipamba na, na, na mandhari ya Sunna na usiku watuswali, si ndio? Kwa mantiki kama hii hawa wanatushinda. Hawa nasemaje? Wanasali sala za usiku kama mnavyoswali nyie. Mtume sallallahu alayhi wa aalihi wasallam akasema kwamba walakinnahum, lakini wao dosari yao inaanzia hapa sasa. Dosari yao isikilize, dosari hii Walakinnahum aqwamun, hawa ni watu idha khalau bimaharimi llah, wanapokuwa khalwa, sehemu ambayo hawaonekanwi na yoyote, intahakuha, hakuna ambalo hawalifanyi, hakuna ambalo hawalifanyi.